Wanawake TV. Leo tupo kwenye mafunzo ya mfumo wa udhibiti ubora wa shule ambao mfumo huu unaanzishwa kwa lengo la kuweza kuhama kutoka kwenye mfumo wa kawaida kwenda kwenye mfumo wa kidijitali kwa hiyo kupitia wizara ya elimu, sayansi na teknolojia imeona ni busara kuanzishwa kwa mfumo huu kwa wadhibiti ubora wa shule ili kuweza kurahisisha upatikanaji wa taarifa kwa wadau mbalimbali, ambao wadhibiti ubora wa shule wanapeleka taarifa zao mwanzo. Kabla ya mfumo huu kuwepo, kwenye idara ya udhibiti ubora wa shule, kulikuwa kuna ucheleweshwaji wa taarifa kwa sababu zile taarifa zinaenda ngazi mbalimbali kwa wadau mbalimbali, kwa mfano shule, afisa elimu pamoja na wizara lakini kwa kupitia mfumo huu sasa utakuwa umeenda kurahisisha upatikanaji wa taarifa kwa haraka na kuweza kutatua changamoto ambazo zinapatikana shule kwa haraka, kwa sababu taarifa mwanzoni inaweza ikawa ikaandikwa, lakini mrejesho au utatuzi ulikuwa ni, ni kwa muda mrefu kidogo. Lakini mfumo huu utaenda kutusaidia sana katika kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinazikuta shule zetu na kwa wadau husika na kwa wakati husika. Kwa hiyo sisi kama wadhibiti bora wa shule tunafurahi sana na tunashukuru sana kwa kuweza kuanzishwa kwa mfumo huu ambao sasa tunaenda kuweka pamoja mifumo ya idara ya udhibiti bora wa shule pamoja na idara ya elimu wilayani. Asante sana, na tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuweza kuona kwamba mifumo yetu ya kielimu lazima iweze kuendana na, ili iweze kusomana ili taarifa na elimu yetu iweze kusonga mbele. Tumepata mafunzo mazuri yanayohusiana na mfumo wa udhibiti ubora wa shule ambao kwa kifupi unatambulika kama SQUAS ambayo kwa lugha ya kigeni wanaita uh, School Quality Assurance System ambayo itakwenda sasa kutatua Uh, changamoto mbalimbali mbali ambazo walikuwa wakikutana nazo wadhibiti ubora katika kazi zao za udhibiti ubora ikiwemo mimi mwenyewe me, tumeweza kuwa na changamoto mbalimbali mbali za matumizi ya karatasi katika kazi zetu za tathmini za shule tulizokuwa tunazifanya. Tulikuwa tunaandika ripoti ambazo tulipaswa, baada ya kuandika ripoti zile, ziweze kuwafikia watumiaji wa ambao ni wateja wetu, sisi tunawaita tuna ni wateja kwa maana ya wa, walimu uh, uongozi wa shule mpaka ngazi za juu za kitaifa, zilikuwa zote zinafikia ripoti zile ambazo tunakuwa tumeziandaa kwa njia ya makaratasi. Tunaandika ripoti, tuna printi, tunawatumia. Lakini ba, baada ya kupata mfumo huu mpya, tutakwenda sasa kuondokana na makaratasi, na kwa kuondokana na makaratasi itatuwezesha sisi kama wathibiti ubora kutuma ripoti zetu kwa wakati, mara tu tunapokuwa tumemaliza kazi ya kutathimini shule tunazozifikia, na pia itaweza kutusaidia sisi wathibiti ubora katika kufanya uthibiti uh, ubora kuungana na mifumo mbalimbali iliyopo mbali kitaifa, na hii sasa itakwenda kutimiza ile ambayo ni maelekezo ya kiongozi wetu mkuu wa nchi, mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, aliyoelekeza kwamba mifumo yote iweze kusomana nchi nzima. Sasa hivi udhibiti ubora sasa, na sisi tutaenda kuungana na mifumo mbalimbali ya kielimu kama vile e, sis na mifumo mingine ya, ya kielimu iliyopo TAMISEMI na wizara nyingine zinazoshughulikia mambo ya elimu. Kwa hiyo basi, hii itaweza kurahisisha hata kwa taifa na viongozi wetu wa juu wa ngazi za wizara mbalimbali zinazoshughulikia elimu kuweza kufanya maamuzi sahihi kwa kutumia takwimu sahihi ambazo zitakuwa zinapatikana kwa wakati. Lakini zaidi ya yote, wadau wetu wote ambao ni kuanzia ngazi ya wazazi wamiliki wa shule, walimu, wakuu wa shule na viongozi wote wataweza pia kuunganishwa na mfumo huu na wataweza kupata taarifa mbalimbali za shule zote ambazo zitakuwa zimefikiwa na wathibiti ubora. Wanawake TV.